Na mwingine anasema, assalamu alaykum, vipi hali yako? Alhamdulillah, hali yangu nzuri, nashukuru Allah subhanahu wa taala. Anasema suali lake, mama yangu alikuwa anafanyiwa physiotherapy eh, e, e, kuanzia mgongo, kiuno na kushuka chini, walikuwa wanamteremsha nguo ya ndani mchana ya Ramadhani. Je, funga yake inafaa au afanye nini na pia damu ilikuwa inatoka sana kwenye fizi mdomo mdomoni, mpaka akawa eh, anahisi alikuwa anameza. Naam, ama kuhusu kuteremshwa nguo tu, funga hai hii funga haibatiliki, madamu hii ni dawa, haibatiliki funga kwa dawa namna hii, madamu katika kufanyiwa dawa. Ama damu katika mdomo pia haibatilishi iko hakuimeza, lakini kwa kaimeza, anahakika, lakini anahakika kwamba kaimeza basi funga atabatilika na atalipa siku zake hizo, ambazo kwamba eh ka kameza damu ikiwa kaimeza. Ikiwa hakuimeza tu eh, basi inshallah haina kitu. Wallahu tabaraka wataala alam wahkam.